Serikali ya Tanzania imepiga marufuku uingizwaji wa mazao yote ya kilimo kutoka mataifa ya Afrika Kusini na Malawi, baada ya nchi hizo mbili kukataa kubadili msimamo wao wa kuruhusu mazao kutoka Tanzania kuingia kwenye nchi zao. Marufuku hiyo imetangazwa na Waziri wa Kilimo Tanzania, Hussein Bashe, ambaye amesisitiza kuwa msimamo huo pia unapiga marufuku matunda ya zabibu, tufaa na mengine kutoka Afrika Kusini hadi pale watakapoondoa zuio la kuzuia mazao ya Tanzania kuingia nchini mwao. South Africa